Alimuaga baba yake anaenda kutafuta elimu, lakini mfalme huyo alipinga ombi lake na kuamuru asiende popote. Lakini moyo wa Rahimu haukutulia, hivyo alifanya uamuzi wa kutoroka kwenye kasiri hilo. Alivaa mavazi ya kawaida, akawa mchuuzi wa mboga mboga sokoni, akalala kwenye nyumba ya udongo, akikumbana maisha magumu, akishuhudia watoto waliokonda kwa njaa, watu waliopigwa na walinzi wa kifalme kwa kuchelewa kulipa kodi, akina mama walioteseka kutafuta riziki ya kuwalisha watoto wao. Rahim akaona uhalisia. Siku moja Haitham alimuona Rahim sokoni akamtambua ni yule kijana wa kitajiri. Alishangaa kumuona katika mazingira yale ndipo alipomfuata na kumuuliza kwa nini ipo vile. Rahim alikuwa na budi kumungopea kwa baba yake aliuliwa na mfalme hivyo kwa sasa yeye ni yatima na hana pa kwenda. Haitham aliamini maneno yale na polepole pole alianza kumzoea Rahim wa sokoni. Akavutiwa na moyo wake wa kusaidia, busara yake na ukarimu wake kwa wanyonge, na hatimaye mioyo yao ikaungana kwa pamoja, na safari yao ya kutetea haki ikaanzia hapo, na walipendana kwa dhati na walishirikiana kwenye kila kitu. Jioni moja ya mvua nyepesi, mawingu yakielea kama huzuni iliyofichika, Haitham walikimbia kupitia sokoni, akiwa na karatasi iliyochorwa picha mwanamfalme anayetafutwa. Alipotazama kwa makini ndipo alipotambua kwa Rahim ni mtoto wa kifalme na sio maskini kama alivyodhani. Alimkuta Rahim akipanga nyanya kwa upole kama kawaida. Macho yake yalikuwa na utulivu wa mtu mnyenyekevu. Lakini kwa Haitham utulivu ule sasa ulionekana kwa wakinafiki. Kwa hiyo siku zote hizo ulikuwa unanidanganya. Haitham aliuliza. Rahim alishtuka akanyanyua macho yake ndipo alipoona macho ya Haitham yakiwa na machozi. Haifa alinyanyua mdomo wake kisha kazungumza kwa upole. Ulikuja kwenye maisha yangu kama mtu wa kawaida, ulilia na sisi ukala na sisi, ukanifanya niamini kuwa kuna watu wa kweli hata katika giza, lakini kumbe ulikuwa mwanamfalme, ulikuwa sehemu ya mifumo unaotuumiza, ulikuwa unatuchezea. Rahima alimtazama Haitham kwa huzuni kubwa, na kisha nakisha kamwambia, nilitaka unitazame kwa macho ya kweli, si kwa jina la ukoo. Nilikuwa nimechoka kuishi kwenye maisha ya uongo, nikiwa nimefungwa kwenye kasri ya dhahabu huku moyo wangu kilia na kuumizwa juu ya yale yanayoendelea. Nilikimbia si kwa sababu ya wewe tu bali kwa sababu ya taifa hili. Nilitaka kujua ukweli wa maisha. Nilitaka kujua kwa nini watoto wana njaa wakati sahani za kasri zimejaa. Na nilipoona macho yako na kusikia sauti yako, nilijua nimekutana na ukweli ambao hata dhahabu ya kifalme haiwezi kununua na kama kupoteza nafasi ya kuwa mfalme ni gharama ya kupendwa nawe, basi nilikuwa tayari kuilipa. Siwezi kukuambia uamini maneno yangu, lakini naweza kukuahidi kitu kimoja, moyo wangu haukujificha. Mapenzi yangu kwako kwa yalikuwa kweli kama jua la asubuhi. Nilikudanganya kuhusu jina, si kuhusu hisia. Na ikiona hitaji nilipe kwa kosa langu, nipo tayari. Lakini kabla ya kuondoka, niambie kitu kimoja, ulikuwa unampenda nani? Rahimu wa kifalme au Rahimu wa sokoni? Maana mimi sikumpenda Haitham wa kwenye kisima, bali binti maskini alikuwa sauti ya waliokimia. Haitham alimtazama wa Rahim kwa macho maumivu, lakini akageuka na kuondoka polepole. Lakini Haitham alipenda ukweli ulioumiza kuliko uongo uliomtuliza. Mapenzi yao hayakudumu gizani. Siku moja walinzi wa kifalme walimkamata Rahim kwa amri ya mfalme baada ya kugundua aliko. Alirudishwa kwenye kasri kwa nguvu zubiri, kwa na kisha mfalme Zubiri alipogundua kwa manaye nampenda binti ya kimaskini. Alikasirika mno. Alimwita mwanaye na kusema, chagua kitu kimoja, Rahim, kati ya taji la utawala au msichana huyo akimaskini. Rahim alinyanyua kichwa chake na kusema kwa uthabiti, ningependa kuishi na malkia wa moyo wangu kwenye kibanda kuliko kutawala kasri lenye upweke. Akatupilia mbali taji la kifalme, akaondoka na Haitham, wakaenda kuishi kwenye kijiji cha mbali. Huko walifungua shule ndogo, hospitali na walihubiri haki na utu. Watu waliwajua kama mfalme wa haki na malkia wa watu. Miaka michache baadaye, mfalme Zuberi alipata maradhi makali, hakuweza tena kutawala. Alipotafakari alikumbuka huruma ya mwanae na hekima ya binti alimkataa kwa sababu ya ukandamizaji wa watu. Aliwaita warudi kwenye kasri, huko akilia mbele ya viongozi wake akisema, nilidhani heshima ni kufuata ukoo, kumbe heshima ni kutawala kwa haki. Hatimaye Rahim na Haitham walirudi kwenye kasri hilo na baada ya siku chache mfalme huyo aliaga dunia. Baada ya maziko ya heshima mfalme Zuberi, giza lilitanda kwa muda mfupi juu ya ufalme wa Barazani. Wananchi walikuwa wamezoea utawala wa hofu, mapendeleo na kunyimwa sauti, lakini upepo wa mabadiliko ulianza kuvuma kwa nguvu isiyozuilika pale mwanaye mfalme Rahimu alipotawazwa rasmi kwa kiongozi wa falme huo, akiwa ameambatana na Haitha malkia wake mwenye hekima, mwanamke jasiri mwenye maono makubwa ya kutendea haki ulimwengu wa maskini. Mara tu baada ya kukalia kiti cha enzi, Rahimu aitisha kikao cha baraza kuu. Alisimama mbele ya mawaziri na viongozi wa kijeshi waliokuwa wamejinufaisha na mfumo wa unyonyaji uliomilikiwa na wachache na kutamka kwa sauti yenye msisitizo: Enzi za kunyonywa kwa wanyonge zimefikia mwisho. Ufalme huu sasa utajengwa juu ya msingi wa haki, usawa, maendeleo kwa wote. Siku hiyo Rahimu alianzisha mpango wa kutoa elimu kwa kila mtoto msichana na mvulana, mjini na vijijini. Vituo vya elimu vikaanzishwa mashambani, walimu wakalipwa vizuri, na watoto wa mitaani wakapewa nafasi mpya ya kutimiza ndoto zao. Mfalme Rahima kusita alivunja mikataba yote ya kifisadi, akaunda hazina ya wanyonge, fuko maalum ya kuwasaidia wakulima, wafugaji na wajasiriamali wadogo. Alifuta ushuru wa mazao ya chakula na kuanzisha soko la wazi, ambalo kila mkulima alipata haki ya kuuza bila dhuluma. Wale waliokuwa wakimiliki ardhi kwa mabavu waliondolewa na ardhi ikagawiwa kwa wanyonge. Mfalme Rahima kukaa nyuma, aliwazunguka wanawake wa mashambani, aliingia katika viunga vya mitaani, akisikiliza vilio vya wajane na wasichana waliokata tamaa. Akazindua kituo cha hekima cha mwanamke, taasisi ya kuwafundisha wanawake ujuzi wa kazi za mikono, usimamizi wa biashara ndogo, na kuwapa sauti katika uongozi. Kisha akasimama na kusema mbele yao, wanawake si mizigo ya kulindwa tu, bali pia ni nguzo wa ufalme bila wao maendeleo ni ndoto isiyokamilika. Baada ya miaka kadhaa, ufalme wa Barazani ulibadilika, barabara zilitandazwa hadi vijijini, maji safi yakawa haki ya kila kaya, hospitali za bure zikapanuliwa na utawala wa sheria ukapewa meno. Watu wale waliowahi kuishi kwa hofu sasa walitembea kifua mbele, wakijua kuwa sauti zao zilihesabiwa. Na kweli historia ya ufalme wa Barazani uligeuka kuwa simulizi ya ukombozi kwa wanyonge uongozi wao haukutegemea nguvu ya silaha bali nguvu ya busara, huruma na haki. Ilikuwa ni siku ya jua la upole, mbele ya maelfu ya wananchi waliokusanyika katika uwanja mkuu wa Barazani, macho yote akimtazama mfalme mchanga, aliyekuwa amevaa joho la kawaida, akisimama si kama mtawala, bali ni kama mtoto wa watu. Na kisha mfalme huyo akasema kuambia watu wake, nasimama mbele yenu leo si kama aliyezaliwa kwenye dhahabu bali kama kijana alijifunza maana ya njaa kwa macho ya mtoto aliyechoka, kama mwana aliyegundua kwamba upendo wa ujengwi na kutaza kasiri bali na mioyo inayosikiliza sauti ya waliokimya. Nilizaliwa nikiwa na kila kitu, lakini bila kujua maisha halisi. Nilihesabiwa mfalme kabla sijajua maana ya umaskini. Nilijifunza kutoka magi, ozuni, kwa binti wa maji aliyeimba nyimbo za huzuni kama nyimbo ya matumaini, na akanionyesha kwa dhahabu ya kweli ni haki niliishi na nyinyi sokoni, nikalala kwenye udongo, nikaona machozi ya mama alilazimika kuuza utu wake ili kuokoa maisha ya mtoto wake. Nikaona jinsi ambavyo watu walikuwa kiishi kama kivuli cha nchi yao, lakini pia niliona kitu kingine: ndoto, ndoto zisizototeleka, uvumilivu usioelezeka, mapenzi yasiyo na mwisho. Kwa ufalme huu leo natangaza mwanzo mpya. Hatutatawala tena kwa hofu, tutatawala kwa kusikiliza. Hatutajenga kasi la wachache, tutajenga ufalme wa wote. Tutafuta machozi kwa uongozi wenye huruma. Kila mtoto atasoma, kila mama ataheshimiwa, kila sauti itasikika. Haki haitakuwa zawadi, itakuwa msingi. Na kwa wale mliopoteza imani, nawaambia kwa sauti ya moyo wangu, msikate tamaa. Mateso yenu hayakuwa ya bure. Hii si tuenzi mpya, ni ahadi, ahadi ya kuwa taifa lenye utu, upendo na mshikamano maana heshima sitaji bali moyo wa kuutumikia, na kama nikufa, nitakufa nikiwa nimejitoa kwa ajili yenu. Lakini limradi bado naishi, nitaishi kwa ajili yenu. Hivyo ndivyo Mfalme Rahimu alipomaliza hotuba yake, dunia ikashangaa kuona jinsi wanandoa waliotoka kwenye vumbi walivyoweza kubeba taifa kwa hekima na upendo. Na Haitham binti ya kimaskini akawa akawa malkia wa karne, mrembo mwenye akili na sauti ya walio wanyonge Hadithi yao ikaandikwa kwenye vitabu vya historia kama mapenzi yaliyojenga ufalme. Siku zote, si kila aliyezaliwa juu ya dhahabu wana furaha ya kweli, na si kila aliye kwenye mavumbi hana thamani. Maisha ni safari ya maamuzi magumu, lakini aliyojaa uaminifu na upendo na kujitolea kwa maslahi ya haki na kile kilichokuwa bora mara zote huwacha alama ya kudumu. Wewe ni zaidi ya hadhi ulionayo. Wewe ni nuru, unaweza kuwasha matumaini ya wengine. Endelea kupenda kwa kweli, utenda kwa haki na kuamini katika sauti ya waliokimya. Baada ya kusikiliza hadithi hii, tuambie ni kitu gani umejifunza, na je, ukipwa nafasi ya kuchagua kati ya utajiri dhidi ya mapenzi ya kweli na kujitolea kwa watu, ungechagua nini? Usisahau kutuachia jibu na wazo lako kwenye komenti. Asante kwa kutusikiliza.